Kwa namna yoyote ile Simba bado tunamhitaji Salim Try Again. Ni maneno ya Mwijaku, ambapo e, influencer kutokea hapa Tanzania, Mwijaku ameweza kufunguka mambo mengi baada ya Simba Sport Club kuonyesha kiwango cha chini zaidi dhidi ya Gaborone United kwenye mkondo wa, wa kwanza hatua, mkondo wa pili hatua za awali za klabu bingwa barani Africa. Kwa mjibu wa Mwijaku, ameweza kutoa maoni yake huku akiwa anaonyesha hisia za kweli za kuweza kwa, mhitaji aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya klabu ya Simba kwamba anahitajika haraka. Kwa mjibu, mjibu, mjibu wa Mwejako anadai kwamba Simba tunamhitaji again kwa namna yoyote ile. Hii game ilipaswa kuisha kipindi cha kwanza, ndugu zangu. Mpira unahitaji mpango na sio maneno mdomoni. Tafadhali tunamhitaji akaweza u pale, huku tofauti nao wakiweza umpa maoni yako akidai kwamba sio kila kazi unataka kufanya wewe, zingine ziachie wafanye wengine, we na mpira wapi na wapi. Ni maoni ambayo waliweza kutoa wadau, na wengine akidai kwamba awe kiungo mshambuliaji. Wengi wakawa hawaridhishwi na kile alicho kizungumza, eh Mwijaku. Mwijaku mara kadhaa amekuwa kihitaji kuona Salim Try Again akiwa ana, ana, anarudi kwenye nafasi yake ya kuwa mkurugenzi wa e, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba baada ya kuondolewa na kuingiza mtu mwingine anajulikana kwa jina la Magoli. Kwa mjibu wa Mwijaku, anadai kwamba e, Salimu Abdalla almaarufu kama Try Again aliweza kutumia mpaka pesa zake ili kuweza kuongoza klabu pale ambapo ilikuwa imekwama, lakini kumuondoa yeye basi, wamemuondoa yeye ili wa waweke wapigaji, huku tetesi zikidai kwamba Salim Try Again pamoja na Magoli ni watu ambao hawaelewani, na hivyo wametengeneza kuwagawa wachezaji wale waliosajiliwa kipindi cha Salim Try Again na wale waliosajiliwa kipindi hiki, kwamba hawaelewani na wengine wanawafundisha ili waweze kuwagomea makocha, na hadi kupelekea kocha Fadu Davis kuweza kuondoka kunako klabu hiyo ni kutokana na mgogoro uliopo kati ya E, mwenyekiti wa zamani na mwenyekiti wa sasa. Kwa mjibu wa Mwijaku, anadai kwamba yeye mtu pekee anayemwona anahitajika kwenye klabu ya Simba ni kumrudisha Salim Try Again ili aweze kuendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya Simba. Hawa waliowekwa wameweka ni kama wapigaji wa pesa kwenye kipindi cha usajili, na ndio maana wanasajili wachezaji ambao hawana sifa.